Katika miaka ya mwanzo, Hip Hop ilizaliwa kama sauti ya mtaa, ikibeba kilio cha waliotengwa, kukosoa mfumo, na kushinikiza mabadiliko ya kijamii. Lakini kadri muziki huu ulivyokuwa, ulianza pia kupenyezwa na biashara, ushawishi wa wanasiasa, na minong'ono ya upande mmoja wa siasa. Leo tunazungumzia Tanzania, ambapo uchaguzi mkuu unakaribia na wasanii wa hip hop wameshika microphone na kutoa jumbe zenye mwelekeo wa kisiasa. E, wengine kwa kukosoa na wengine kwa kuunga mkono. Je, Hip Hop bado ni sauti ya mtaa au imegeuzwa kuwa jukwaa la kisiasa? Uh, kwenye laini ya simu tuna mwanamuziki Rashid Rais Mohamed maarufu kama Maarifa kutoka Dar es Salaam, na mwanasiasa Joseph Mbilinyi ambaye pia katika fani ya muziki anajulikana kama MC Sugu. kama mnanisikia, karibuni sana. Asante sana. Asante. Na, nianze nawe Mheshimiwa Mbilinyi. Sasa sijui una kofia mbili hapa, msanii lakini pia mwanasiasa, sijui kipi kinatangulia. Ah, vyote ni sawa sawa, na kumuuliza daktari ndio, ni sawa sawa na kumuuliza daktari High school, the college, the <laughs> Basi sasa nitatumia la <laughs> msanii kwanza, ni kuite MC Sugu. Uh, baadhi ya nyimbo zako zinafahamika kuwa na ujumbe mkali, hasa unaonekana kukosoa mambo ambayo pengine anaonekana kufumbiwa macho na serikali na, na, na hata kuna wakati wimbo wako umepigwa marufuku na, na serikali. Unadhani uh, uh, hip hop bado ina nafasi hii ya kukosoa kabisa serikali kwa uhuru? ina nafasi ya kukosoa kwa uhuru, lakini bado ina influence, bado ina nguvu na ina ushawishi, na ndio maana inahofiwa kiasi cha kufikia eh, kuchukuliwa hatua hizo kama zinazochukuliwa kwa nyimbo kadhaa wa kadhaa, kuonekana eh, kuonekana kwamba zizuiwe, eh, kusikika ili ujumbe wake usifike, ingawa sizani kama wanafanikiwa, manake mara nyingi mara nyingi kadi unavyo ukisema unazuia, mm -hmm. Ndio kama unakuwa kama unatangaza hiyo nyimbo. Hata mtu ambaye hajaisikia akisikia kwamba nyimbo fulani imezuiwa anaanza kuitafuta aisikilize. Ndio, Maarifa the Big Thinker, najua uko hapo nanisikia vizuri sana. Umemsikia MC Sugu akizungumza hapo, lakini wewe binafsi katika kazi zako za, za muziki wa rap eh, bila shaka una upande ambao unaunga mkono na sijui kama unatokana na msukumo binafsi ama ni wa kisanii na unaamini kwamba huo ndo ukweli wa jamii wa kile ambacho pengine unafanya katika kazi zako. O, kwa, kwanza niseme asante kwenu kwa, kwa nafasi lakini pia nashukuru kuweza kuwa kwenye e, majadiliano na mm -hmm. moja ya watu ambao ninawaheshimu sana. Ndio. Kwa maana ya Sugu ninamheshimu kama msanii, ninamheshimu kama kaka, ninamheshimu pia kama moja ya wanasiasa na wale ambao wameiongezea thamani Hip Hop ya Tanzania kuonesha kwamba tunaweza kupata wanasiasa mashuhuri ambao wanatokana na mziki mm -hmm. wa Hip Hop. Kwa hiyo ninafurahi sana kuwa naye hapa kwenye haya majadiliana lakini nikirudi kwenye e, swali ambalo umeli, umeliuliza Lio. ni kwamba uh, nafikiri kuna, kuna, kuna, kuna uh, mambo ambayo yanapaswa kueleweka e, e, So, pengine badala ya kuona ni kama kuna kuna msukumo fulani uh, ambao unatokea una kwa mtu ama watu mm. eh, tuyatazame kama ni watu wanatumia uhuru ama haki yao ya kikatiba ya kuchagua kile ambacho kwanza wanaona wao kinawafaa na kuaddress hisia zao juu ya kile ambacho wanakiamini, kwa sababu mm. gani mm. eh, tuki, tukitazama tuki kama, eh, kama msukumo ambao unatokana na watu, unajua tutapoteza ushawishi kwa vijana wengi ambao wanatazama muziki kama fursa ya kujiokoa kimaisha, kwa sababu itaonekana kwamba ili uwe msanii, maana yake moja kwa moja unaingia na vita e, au unaingia kwenye vita na mifumo iliyopo au na serikali. Kwa hiyo, watu, maana yake tutashindwa kuzalisha wasanii wapya. Lakini tukiruhusu ionekane kwamba mtu anaweza kutumia uhuru ama haki yake ya kikatiba ya kuchagua kile ambacho anaona kinamfaa pasi na kuvunja sheria pengine tunaweza tukatengeneza jamii iliyo bora mm -hmm. sana ambayo ikaweza kutoa maoni, na wakati huo watu wakaendelea kutengeneza maisha yao. Ndio e, e, Sugu wapo na wasema kwamba wasanii wakosoaji hutumika na vyama vya upinzani e, sijui kama e, hilo umekuwa katika siasa sasa kwa muda, sio kwamba mnapotosha wasikilizaji kwa e, kutu, kutumi, kutumika kisiasa, anasema e, zaidi ya kisanii. ah, si, kwa kwa mecha tu wasanii ambao wako upande wa upinzani au wanaotoa hoja ambazo zina affiliate na hoja za upinzani, mara nyingi wanakuwaga ni binafsi, kwa sababu wapinzani hawana hela za kuwapa wasanii kufanya hivyo, kama ambavyo CCM. Na unajua hii ni obvious, tunaijua, mimi najua, na huyo <mimmm> mwanangu upande wa pili akuaa watu kama CCM huwa wanatumia fedha ili kushawishi wasanii na makundi mbalimbali mbali ya watu kuwaunga mkono. Hili liko wazi kabisa na linajulikana na eh, ay, ilusi. Kuna wakati niliwahi kuhojiwa mimi kuhusu eh, eh, wasanii eh, na mwelekeo wa kuiunga mkono CCM nikawaambia, msanii pekee ambaye mimi namjua by that time aliyekuwa anaunga CCM ambaye alikuwa ni mwana CCM wa dhati alikuwa ni Mwana FA uh -huh. Lakini wengine wote mara leo wako Chadema, wakipata platform Chadema, wakaonekana waka CCM, wakawaona kesho wanawaela, wanahama, wanakwenda upande wa pili. Kwa hiyo hii iko obvious, atakataa mtu kuwa na sina tatizo na mtu ambaye E, kwa uhakiki kabisa ana imani na kile kitu anachokisema, na hiyo ndio hip hop. Ndio tetea CCM, tetea CCM e, tetea Chadema, ukiwa unaamini katika kile unachokifanya, lakini sio kwa kuwa influence lina makini au kujipendekeza kama ambavyo wanafanya wasanii wengi wa Tanzania. Maarifa, eh, kwa mfano ukitoa wimbo ambao unaisifia serikali ama chama cha kilichopo madarakani, wengi wanaweza kusema kwamba pengine ni propaganda tu. Sijui kama unazungumzaje, hii ni kwamba ni kweli ni hip hop ya mtaa? Oh, na, nafikiri kuna kuna kuna jambo moja linapaswa kueleweka, yani kwamba sidhani kama jukumu la, la, la, la kwanza ni ni kusema tu matatizo ambayo yapo. Unajua, tunapaswa kuukubali ukweli. Kwa mfano leo hii ikitokea watu wanakemea juu ya swala labda polisi kumuua raia, kwa mfano ndio, ni jambo zuri kukemea, sindio? Lakini haina maana ya kwamba kesho au utekaji watu lakini haina maana ya kwamba kesho ikitokea polisi wamemuokoa raia mwema kwenye mikono ya wahalifu basi unapaswa kukaa kimya. Hapana, kama ambavyo tulitokea na watu wakakemea juu ya jambo baya, maana yake ni kuwa linapotokea jambo zuri pia tunapaswa kusifia. Kwa mfano nilikuwa naongea na mtu mmoja. Mimi mara nyingi ninajiona kuwa ni mtu ambaye ninaamini zaidi kwenye kilicho bora, bila kuangalia nani amekifanya. Kwa mfano inaweza kawa anatokea kijiji ambacho kina shida ya maji na kwa bahati nzuri akatokea mtu hey, akachimba kisima. Huyo mtu sio serikali. Je, hatupaswi kumpongeza eti kwa sababu yeye sio serikali? Hapana, tunapaswa kumpongeza japokuwa hatokani na serikali. Na ikitokea kwa mfano serikali imefanya kitu kilicho kizuri, je, tunapaswa kukipuuzia eti kwa sababu kimefanywa na serikali? Nafikiri watu wanapaswa kuwa na huo uhuru wa kutazama vitu katika pande zote mbili, na ndio maana zipo nyakati hata viongozi wa vyama vya upinzani walitoka mbele na kuisifia serikali katika baadhi ya mambo yale ambayo walikuwa wanaona yanatija na yamefanywa kweli katika namna iliyo bora. Kwa hiyo nafikiri, mm, kama huo uhuru unaweza ukawepo mpaka kwa viongozi wa kisiasa sidhani kama ni uhuru ambao unapaswa kuondolewa kwa wasanii. Lakini Maarifa, kuna matukio mengi ambayo tumeshuhudia, kwa mfano utekaji nyara, watu kutoweka na mambo kama hayo. Hatusikii sana kazi hizi zikifanywa, wasanii wakijitokeza waziwazi kukemea. Na swali langu ni swali langu ni kuna, kuna Diyo? kuna kuna ajenda za kitaifa, kuna ajenda za kitaifa ambazo zinatakiwa zisukumwe. Huwezi kuzungumzia swala dani kichimba kisima wapi nani sijui, ukamnunulia kam, bia nani halafu ukaimbe huo ta, utakuwa ni uchawa. Tuna ajenda za Nikuenta kitaifa ambazo zinasumbua nchi, zinahitaji sauti za makundi mbalimbali, wakiwemo wasanii. Hayo hapo ndio tatizo linapokuja na hapo ndipo unapoona hata fans wenyewe fans wenu wa vijana wa sasa hivi huwa wanawapinga kwenye mitandao. Ndio. kwa kuona kwamba hamwendi pamoja na wao, mpaka sometime kuna movement kama za kwa unfollow maartist na aa mbalimbali, kwa sababu ni kwamba umma ulio wengi unaona kwamba wasanii mnazingua hamuendi na ajenda ambazo zinasumbua taifa kwa sasa. Sugu, lakini mazingira yakoje? Kwa sababu sijui kama ni salama kwa wasanii kujitokeza waziwazi -wazi, na, na, na, na kukemea mambo haya. Kwa kweli kama unavyosema, kuna hofu au naweza kusema kuna heshima eh, au upendeleo katika kazi zao. Basi kama ni mwoga, acha kujipendekeza, kaa kimya. Maarifa ma, unasemaje kuhusu hili oh, na, na, na nyi, ni, ni, Sidhani kama ni swala la uoga. Unajua mimi m-mara eh, nyingi mawazo yangu jinsi yalivyo ni kwamba uh, oh, kwenye kwenye kwenye kuna, kuna kitu ambacho kinaitwa haki, lakini huwa kuna kitu kinaitwa wajibu. Kwa mfano, unaweza ukawa unahitaji jambo fulani, lakini unao wajibu wa kutekeleza ili kuweza kulipata hilo jambo husika, yeah. Mimi sina shida kwenye watu kutoa nyimbo au wasanii kutoa nyimbo au msanii kufanya sanaa yake ambayo ina portray labda message ya kuonesha kuna kitu hakiko sawa katika jamii, lakini je, ni lugha gani inatumika ni nini anakusudia kukisema na mambo kama hayo, ili wale ambao hata unawakosoa au unaona hawako sawa wasije tena wakakugeukia na wakaona wewe pia kuna sehemu umekosoa, wakati unaelekea kutoa hayo maoni yako kwao, tuki play smart, uh -huh. Na nafikiri ipo namna na ziko nyimbo nyingi, mimi nimeshasikiliza miziki mingi ya watu tofauti tofauti ambayo ina message nzuri ambazo zinakosoa na wala hawajachukuliwa hatua zozote, na ninaamini hata mheshimiwa Ee, Sugu bado namuita mheshimiwa kwa sababu yeye ni mbunge nje ya bunge ee, anaweza akakiri juu ya hilo ambalo nimelizungumza. Kwa hiyo <laughs> tukiwa na namna nzuri ya kusema dio, tukiwa na namna nzuri ya kutoa maoni, sidhani kama inaweza kuleta shida sawa na vile ambavyo watu wanafikiria. Basi basi, nawaomba mbakie hapo hapo kwanza. Hapa studioni tuko na Tatu Karema, anapitia pitia mitandao yetu ya kijamii kuangalia maoni ya watumiaji wa mitandao yetu ya kijamii wanasemaje kuhusu hili. Tatu. Na mtamaduni anasema hip hop ni utamaduni unaojikita zaidi kuwakilisha watu wasio na sauti, kuongelea hali halisi ya maisha ya mtaa, ikiwemo hali duni, ukosefu wa ajira, elimu duni, mapenzi na mambo mengi yanayokumba jamii kwa ujumla. Toka mwanzo mambo yalikuwa hivyo, ila siku hizi karibu mambo yamekuwa tofauti. Pesa ya imekuwa kipaumbele za kurapu. Wasanii sasa wananunuliwa na wanasiasa na kuimba kile wanasiasa wanataka, ila bado hip hop ni sauti kwa wasiokuwa na sauti. Steve Michael anasema hip hop ni sauti ya ukombozi ila sio hip hop ya kileo bali ya siku zilizopita. Azidu Mintanga anasema hip hop bado ni sauti ya ukombozi kote duniani sababu inawakilisha sauti za wanyonge kwenye jamii husika. Hip hop bila madawa inawezekana. Isa Mkoshi anasema hip hop bado ni sauti ya mtaa ila wenye televisheni za redio na telev na televisheni ndio wanaopoteza mziki wetu. Uh, kimsingi Mm -hmm. Ni maisha ya mwanadamu yoyote mwenye akili timamu. Hip hop never die. Mmesikia haya maoni. Swali ni je, bado ni sauti <laughs> ya mabadiliko ya kijamii au imegeuza tu kuwa jukwaa la, la, la kibiashara eh? <laughs> <maundi anamkataa> <laughs> <poma> <laughs> eh? Hip hop mabadiliko ya kijamii au ni jukwaa la kibiashara. Maarifa unasemaje? Oh, mimi ninaona bado iko katika namna zote yani bado eh, watu wanaoendelea kukombolewa lakini, mm, pia biashara zinafanyika kwa sababu gani? Mm, eh, ukiangalia kwa mfano mara ya kwanza labda ilikuwa inalenga zaidi ukombozi wa kifikra kifikra, yani ilikuwa inalenga kumkomboa mtu kifikra zaidi, lakini ukiangalia hata ilivyoanza labda katika vitu kama zile zilitoa nguzo za hip hop, baadaye akaingia mpaka masuala ya ujasiriamali na biashara zikaanza kufanyika. Maana yake ni nini? Unaweza ukauza aidha sanaa yenyewe au kauza bidhaa zinazotokana na sanaa. Kwa mfano mtu anaweza akatoa wimbo kisha akatoa t-shirt na akaziuza. Mtu anaweza akatoa nyimbo na akatoa labda album na vitu kama hivyo na akauza, au mtu anaweza akauza wimbo wake yeye mwenyewe kwao. Sasa inategemea nini unataka kusimama, unataka kujikomboa katika namna ipi, unataka kukomboa watu katika eneo la fikra peke yake, au unataka kuwakomboa watu kijamii, unataka kukomboa watu kisiasa, au unataka kukomboa watu kiuchumi. Kwao mimi nachoamini, ukombozi bado upo, lakini nafikiri zile E, yale matawi sasa ya kukomboa yameongezeka kutoka kwenye kuwakomboa watu kwenye fikra peke yake, lakini pia watu wanajaribu kujikomboa katika maeneo mengine ikiwa masuala ya kijamii pamoja na uchumi. Kwa kifupi tu niwaulize nyiwe wote wawili, kama wasanii na watu wenye ushawishi katika jamii, Tanzania sasa hivi inaelekea katika kipindi cha uchaguzi ambapo tunashu, tunashuhudia mambo mengi yakitokea, mnadhani jukumu lenyu ni kuhamasisha kura ama kutoa mwelekeo wa kisiasa au e, mtasimama kama waamuzi wa kijamii. Tuanze na maarifa kwanza. Maarifa, unasemaje? Uh, kwa kifupi kwangu mimi ninaona jukumu la la, la, la, la msanii uh -huh. uh, ni kuainisha nini kinaendelea kisha kuwapa room ya wananchi kuchagua upande gani wa ufate, yaani badala ya kutuambia kuwa eh, DW ni kituo kilichobora, wao uh -huh. wasanii wa, wa, jukumu lao ni kusema kituo kilichobora kinapaswa kuwa vipi kisha wananchi ndo watachagua. Sasa kwa sifa hizi, DW ina deserve kuwa kituo kilichobora. Mheshimiwa Sugu, vipi? Utasimama wapi hapa? Ya, ni, eh, ni kweli wasanii ni kama um, journalist. Sisi kazi yetu ni kutaarifu kinachoendelea. Kwa hiyo kama ajenda sasa hivi ni utekaji uwe hivyo, kama ni ajenda ni kukandamiza demokrasi kama inavyotokea katika nchi ya Tanzania hivi sasa basi wasanii wenye ushawishi watoke na kulisemea hilo kwa sababu bila demokrasia hakuna maendeleo e, na tukirudi kwenye kuna hapo katikati e, maarifa akazungumzia kama e, amezungumza uh, swala gani kuhusu kazungumza kuhusu nini uh, so, uh, so, uh, swali la uwajibikaji na ama hip hop katika biashara a-alizungumzia pia mambo mengi kuhusu biashara kama wasanii wa hip hop na pia swala la uwajibikaji na kufahamisha umma, eh, swala la uwajibi- eh, kwa mfano unavyozungumzia swala la, la, la, la haki bila uwajibikaji wa, wa, ni nini kuwajibika mm. Nani anawajibika? Uwajibike vipi? Mimi alizungumzia kuhusu kwamba hey, sorry, sorry, sorry, alizungumzia kwamba tunavyotoa ujumbe tuangalie lugha tunazotumia. Sikiliza, watu ambao hawataki ukweli hawana hilo. Mfano, mimi nilitoa nyimbo inaitwa mia mbili kumi na tisa baada ya kutoka jela. Kwenye ile nyimbo nilikuwa nazungumzia experience yangu ya kesi na maisha yangu ya jela na, experience zote, wala sikumtukana na mtu, nilikuwa na na talking about me na wimbo ukafungiwa, lakini nyimbo ikafungiwa. Sasa hapo utasemaje kwamba watu, kwa hiyo nani ana wajibu wa kusema kwamba tumia eh, hi, lugha hii kuni, kuni, kunisahihisha mimi no. Nakusahihisha kwa lugha ambayo naiona inafaa ina mm. Nakusahihisha kwa lugha ambayo wewe, jibu ajenda, hacha kukimbilia. Na ndio maana mara nyingi hata serikali ya Tanzania sasa hivi mtu akikosoa, badala ya kusema mtu anakosoa, wanasema watu wanatukana. Ndiyo. Kadema wanatukana, sijui wapinzani wanatukana Ndiyo. Kukosoa wanaita kutukana. Kwa hiyo hicho, sawa sawa, sawa. Asante sana, niwashukuru sana kwa kushiriki katika mjadala huu. Hip Hop haijawahi kuwa midundo tu, ni hoja, ni msimamo, ni maono, maoni ya mtaa, ama maoni ni sema ya mtaa, lakini pia ni sauti inayotumika kwa namna tofauti. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuwa nasi. Hii ni DW Bonn.